ati nii ni Jehovah Jehova Ngai ni thurite Kalonzo Musyoka, Stephen Kalonzo Musyoka atuike na president na wiria andu atiriri ni ndiramenya amwa amwao ni mekwa gwitikia na ni mekooma ngoro no Ngai akaiga atiri umere atiriri meterere kira makago mananakio 2027 angikorwo matigwathikira mugambo wakwa na gotirama kania kana ne atongoria me kumumena kana kumuhura kana ki mweterere e 2027 ndiri hanene lewa na ki uhukani ukiria ngai ekurehe ni gotidikireria adu kuri steven kalonzo musyoka mm -hmm. na juge mama mama dira mwira na ngai na ndei withika ligi na ligi na ligi ona ndirona kuri ndirari gongona ini no ndei wa mugambo kinjariria Yani ngithi uguo na njira ndiraigua Stephen Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka. Mere, mere, mere. Koguo niye ne joe. Mundu mm. ucio ni muthure ni Ngai. Na aria mekuregana na uhoro ucio ri. No mukona marigereria-ini. uria gugaikara. Na. mwaki rega kumuthura ri, uria mugagithura ri, mweterere mwaka umwe. Na mieri itandatu ni mukari ri.